Bwana Yesu asifiwe sana. Ni matumaini yangu kwamba ni mara ya kwanza kuwaona kwa, kwa baadhi ya watu na wengine ni mara ya kwanza kuonana kwa, lakini bila kupoteza muda tutasoma somo letu. najua asubuhi sio wote ambao walihudhuria lakini sio vibaya, ili somo na wewe ukaipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliangalia uh, somo inasema Kuingia majira mapya, kuingia majira mapya. Asubuhi tukiangalia namna ya kuingia majira mapya, mtu anapoingia majira mapya, maana yake alikuwa ametamani, alikuwa na shauku ya kuingia majira mapya, lakini alizuiliwa kwa muda fulani. Kuna vikwazo vilivyowekwa ili asiingie majira mapya, maana katika kuingia kwenye majira mapya kuna watesi walawiku, kuna kunawekukia majira mapya, lakini ntukambalia kwamba wakati wa Mungu kufika wa mwanadamu kupelekwa majira mapya, hakuna kitu ambacho kinaweza kukazuia.

sema nitawapandisha, yeah, kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mwamori yeah, na Mperizi Mhivi na Myebusi nchi ijaayo maziwa na asali yeah. nao watakusikia sauti yako, nayo utakwenda wewe na wazee yeah, Israel, wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kuambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi, basi sasa wakuomba tuperuza tuende mwenendo wa siku tatu jangwani ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Amen, amen, amen. Asema katika Kutoka aya ya kumi na saba nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani na Mhiti na Mwamori

kitabu cha mwisho kutoka, kumbukumbu la Torati, kumbukumbu la Torati mlango wa 11, mlango wa 11 mstari wa 23, ndipo Bwana atakapowafukuza Mata

lazima kuchimbia ile kazi hata kabisa kwa ile kazi. Ina maana kwa baada ya jambo fulani, kazi yetu ndio imefika sehemu fulani. Na wewe kama mzazi wa familia kama baba au mama, kama kijana, weka ile kazi kwa mwaka fulani, familia yako itakuwa imefikia sehemu fulani, muda fulani, ujana wao umefikia sehemu fulani. Hata mimi na wanafunzi, baada ya masomo, nimeanza kutoka nikasoma ndio ya teolojia Mungu. Amen. Amen. Amen.